Salamu kwako na kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Ni mwezi mpya, mwezi wa Aprili 2025, mwezi wa nne wa mwaka 2025. Mimi ni Zawadi Machibya, karibu tena katika Sauti ya Rhapsody, tafakari ya neno la Mungu inayotoka kwenye Rhapsody of Realities. au kama unatufuatilia katika uh, uh, mitandao mbalimbali mbali ya kijamii inafahamika kama rapsodi ya uhakika basi, hii leo ni tarehe mosi, kama ilivyosema mwezi wa nne. Ujumbe wetu leo unasema, lugha ya kiungu yenye lafudhi ya Roho Mtakatifu. Tafakari ya neno la Mungu ni kwa mujibu wa mchungaji Chris. Basi neno la msingi linatoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 18 nalo linasema, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Katika ufafanuzi, Mchungaji Chris anasema tunapokuwa tunanena kwa lugha, tunazungumza lugha ya kipekee na ya kiungu inayopita utaifa, makabila na lafudhi za kikanda. Inawezekana kwamba usiweze kubainisha asili ya mtu, nchi aliyozaliwa au utamaduni wa kiasili kwa kumsikia akiomba kwa kunena kwa lugha, iwe mtu huyo ni Mhindi, Marekani, Mwingereza, Mchina au Mnigeria maombi yao yanasikika kuwa yana upatano na ya kipekee, kwa sababu tunaponena kwa lugha ni lugha ya kiungu yenye lafudhi ya Roho Mtakatifu. Mchungaji Chris anasema kuna wakati nilifanya utafiti juu ya watu wanaoomba kwa kunena kwa lugha kutoka sehemu mbalimbali za dunia na matokeo yalikuwa ya ajabu. Niliwaomba washiriki wa rekodi maombi yao bila ya waombaji kuonekana, yani bila picha wala video. Niliposikiliza rekodi za sauti, niligundua jambo la ajabu. Haikuwezekana kutambua mtu anatoka wapi au kutofautisha lafudhi zao au utaifa wao. Hii ni kwa sababu kuomba kwa kunena kwa lugha ni lugha ya kiroho isiyofungamana na eneo lolote la kidunia au matamshi, ni ya kimbinguni. Mchungaji Chris anaongeza kusema, zaidi ya hayo nilichunguza makundi kutoka sehemu mbalimbali yaliyotenganishwa kwa umbali mkubwa, wote wakiomba kwa kunena kwa lugha. Licha ya kujitenga kwao kijiografia, wote walisikika kama waliotoka sehemu moja, na kwa kweli wanatoka mahali pamoja. Wanatoka mahali pa, Chris, eh, pa kiroho Kristo. Tafakari kuhusu watu walio sehemu za mbali kabisa kote kote duniani wanazungumza lugha moja ya kiroho. Inasaidia kuelewa kile ambacho Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 13, kwamba kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja Tumewezaje sote kuwa na lugha hii ya kiroho isipokuwa ni kweli kwamba ni kwa Roho yule yule Roho Mtakatifu? Huu ni ushahidi wa kiroho usiopingika wa uhalisia na nguvu ya huduma yake ndani yetu na kupitia kwetu. Haleluya! Kwa hiyo nena kwa lugha zaidi ya ulivyowahi kufanya hapo awali na utaona maisha yako yakitoka utukufu hadi utukufu wa juu zaidi. Nena kwa lugha kila siku na kila mahali. Lichukulie hili kwa uzito, kama mtume Paulo alivyosema, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Tumerejea Wakorinto wa kwanza sura kumi na nne mstari wa kumi na nane. Alinena kwa lugha zaidi ya wote katika kanisa lote la Korinto. Hii inaonyesha jinsi ilivyokunena kwa lugha kulivyokuwa muhimu katika maisha yake na huduma yake. Paulo alielewa kwamba ilikuwa lugha ya kimungu ya kipekee kwetu sisi pekee. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa karama ya Roho na kwa baraka ya kunena kwa lugha. Nimejengwa, nimetiwa nguvu, nimeimarishwa na kupatanishwa na mapenzi yako kamilifu kwa ajili ya maisha yangu na ninaongozwa katika njia ya ushindi na mafanikio yasiyo na mwisho kwa ninavyonena kwa lugha katika jina la Yesu amina. Basi, masomo zaidi katika somo la leo yanapatikana le, ya kutoka kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 20 kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa 26 na, na pia wa Korinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa pili na amini kabisa, kwa neema zake Mungu umebarikiwa hii leo kwa rehema zake yeye umebarikiwa leo na ujumbe wa leo basi. Ukiwa na maswali au unataka kufadhili Injili, usikose kuwasiliana nasi. Mungu akubariki kwa kushiriki nasi hii leo.